Urusi imeanzisha shambulizi kubwa la ndege zisizo na rubani kwenye mji mkuu, Meya wa Kyiv Vitali Klitschko amesema, huku wodi ya wazazi huko Odesa pia ikilengwa. Shambulio hilo huko Odesa lililenga vituo vya matibabu na majengo ya makazi, na kumuua mzee wa miaka hamsini na tisa na kujeruhi wengine wanne. Gavana Oleg Kiper alisema kwenye mtandao wa Telegram. Katika mji mkuu, huduma za dharura zilihitajika katika wilaya nne saa chache baada ya usiku wa manane Jumanne, Klitschko alisema kwenye mtandao wa Telegram. Mashambulizi ya hivi punde zaidi yanatokea baada ya shambulizi kubwa zaidi la ndege zisizo na rubani za Urusi dhidi ya Ukraini siku ya Jumatatu, ambalo Moscow ilisema ni hatua ya kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya hivi majuzi ya Ukraine ndani ya Urusi. Baada ya operesheni ya Ukraine iliyopewa jina la Spiderweb kushambulia kambi za anga ndani ya Urusi tarehe moja Juni, Rais wa Marekani Donald Trump alimpigia simu Vladimir Putin, na kusema Rais wa Urusi aliahidi kujibu vikali mashambulizi hayo. Meya wa Kyiv Vitali Klitschko amewaomba wakazi wa mji huo kusalia majumbani mwao. Walioshuhudia mashambulizi hayo wanasema kulikuwa na milipuko kadhaa na milio ya risasi. Shambulio hilo linafuatia kuanza kwa mabadiliko ya wafungwa siku ya wa Jumatatu mnamo mwaka elfu mbili na ishirini na mbili. Hii ni TMC News Updates Kimataifa. Mimi ni Jacqueline Masawe, endelea kutufuatilia kwa kusubscribe. Kulike, kushare pamoja na kucomment, ili wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapozipakia hewani.